Mimi hapa nikaambia, sio wewe, kwa sababu wee na mimi tunafanana, mfupi mwenzangu, mweusi mwenzangu. Mimi kiufupi nimepoteana na wewe umepoteana na, we, na, na, na kitaka chuma hicho huko ambacho chembamba, kina stendi ya kike, kirefu, kikicheka kichekage, shingo nyembamba kama twiga ina ina mifereji kama tofali ya block, akicheka huyo dada. Anataka nikwambia sema Manasi, yani hivi vidimpwe, yani yani mashavu yake anabonyea kama vidimpo vya masika. Akisema nakitaka iko chuma kweli. Asia, mwanangu, anakuja mtoto kama aje, ushaona vizuri hapo. Nikaona kwamba hiki ndio kitu oh, mimi hapa ngamia ndo wewe, watu wakatengeneza njia oh, Kwanza tumsikilize mwezeshaji wa elimu ya ujasiriamali ya kilimo pamoja na ufugaji ameagiza, ame dada mtoto anakuja kama aje alivyofika kwangu pale, "Wewe kaka?" Ndio mimi unanita? Nikamlia, ndio wewe nakuita. E, dada unaitwa nani? Mimi naitwa Asia Manasi. Na nae mwenzangu kama, Mimi naitwa Chela, wachela afuta abwembe Hai, maarufu kwa jina la Chela hapa Dumila. Unasemaje kama dada, katika stori ndizo kwa nazipiga hapa za kilimo na ufugaji hapa nyuma, nimepata kuona mwanamke kama jini Mbona vizuri hapa? Sasa dada anaomba contact yako kama vipi nikimaliza kongamano hili la vijana pamoja na kina mama la kilimo kwanza na ufugaji. Mimi nitabidi nipate story na wewe kwa sababu mimi hapa nilipo nimepanga pale MC Lodge ndio niko pale. Basi dada kaniambia hakuna kina, mimi kazi yangu mamalishe kama budi mwana. Kwenye moja na mbili nilipomaliza pindi, nikaenda zangu nikaoga nikatafuta chakula nimekula nikatulia nikasema hapana. Yule dada ya mkwanza ni mcheki ikibidi anikute hapa nilipo. Unaona bwana? Kweli mwanangu nikagusa mwanangu yule mdada simu ya kwanza mwanangu hajapokea simu ya pili mwanangu hajapokea, simu ya tatu mwanangu Asia Manasi kapokea. Halo, naambie Mr. Chela mwezeshaji. Umeona mwezeshaji wa kilimo kwanza, bustani ya mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unasemaje, nitamwanishikiliza chukua ndege ya chini mwanangu au juu. Kuletea hapa katikati ya, ya siojia. Kambaasa, hakuna noma mwanangu. Ngoja wasi nijiandae na kuja mwanangu kweli. Dakika tano, nyingi mwanangu. Nasikia mzee Mninga unaita kwakwele kwakwele kwakwele kwakwele kwakwele kwakwele. Chela, mimi niko hapa nje hapa, nasielewi hapa naingiaje nini? Ndio nimetumwa na mwamba mmoja. Kweli bwana, kuna moja na mbili mwanangu.